Deni la serikali katika kipindi cha miaka minne limeongezeka kutoka trilioni 64.5 mwaka wa 2021-2022 hadi kufikia trilioni 97.36 mwaka wa 2023-2024, sawa na ongezeko la trilioni 32.36, na hivyo deni kutoka, na hivyo deni kutoka kukua kwenye wastani wa asilimia tano mwaka elfu mbili kumi na nane elfu mbili kumi na tisa yani deni letu lilivyokuwa linaongezeka kwa mwaka ilikuwa linaongezeka kwa asilimia tano tu kwa mwaka. Sasa hivi deni letu la taifa kwa mwaka linaongezeka kwa asilimia kumi na nane yani kutoka mwaja, mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine deni linaongezeka kwa asilimia kumi na nane. Kili ni kiwango kikubwa sana cha ongezeko la deni la taifa na, na inaonyesha kwamba tunakopa kupita kiasi Yaani kule sio kwamba tunakopa kwa ajili ya kutekeleza miradi tena. Yaani hiyo ni ishara ya kwamba tunakopa kupita kiasi. Ukishakopa kupita kiasi tu tayari unakuwa ume, umetengeneza tatizo jingine, na ni kwamba naweza kusema kwamba badala ya waziri wa fedha kukonsentreti muda wake mwingi kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ya serikali, yeye yeah, anakonsentreti muda mwingi kutafuta mikopo yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, kutafuta mikopo nje ya nchi.